Wapendwa, Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Nimekuwa nikiongelelea kuhusu manabii wa uongo na mitume wa uongo. Kitabu cha Revelation 2 inasema umewajaribu hawa wanaojiita mitume ukapata kuwa ni waongo. Nataka niseme hivi katika Matendo ya Mitume nane kumi na nane na kumi na saba ama nane yote ukisoma kuna mchawi alikuwa anaitwa Simioni, alikuwa anatumia uchawi wake kupokea pesa kwa watu. Lakini siku moja kukatokea mwanafunzi wa Yesu anaitwa Pilipo evangelist, akahubiri neno na akaokoka na akabatishwa. Na wakati Peter walisikia watu wamejawa Roho Mtakatifu hizo sehemu, Peter na John wakakuja wakaombea watu wakapokea Roho Mtakatifu kutoka mstali huo wa, wa kifungu cha nane Matendo ya Mitume kifungu cha nane mstali wa kumi na sita kumi na saba inasema wakati Simioni aliona watu wanapokea Roho Mtakatifu kupitia kuwekelewa mikono, mstali wa kumi na nane inasema akaambia Peter, nitakupea pesa unipatie hii kipawa. Maandiko inasema Peter alimkemea, kamwambia, potelea mbali wewe, roho yako ni chafu kama nyongo, ni kwa maana una vikili vipawa za Mungu zinapokelewa kupitia pesa. Nataka kurundia hivi, niwaambie wale mitume na manabii, mnatoa maunabii ili mwakisezi watu akili sawa, wawapee pesa, mnauza vitambaa na manji, mnauza mafuta hata mikate. Niliona mwingine anauza mikate kwa kanisa. Manabii wa uongo, mmetengeneza vitu za kufanya ibada za kushawishi watu, muwashike akili. Sikieni Paulo aliambia Simioni mchawi, kwa maana najua wangi ni wako. Na hiyo roho ya Simioni mchawi katika Kenya, na si Kenya, hata east Africa, hata kule Nigeria. Nimeona hata nabii anatabiria, anasema Kenya kuna nabii akona ndevu kubwa ati Mungu atamchukua. Nikajua mwenye anaongea. Eh? Acha niwaambie. Manabii wa uongo huwa wanainukiana. Akiona huyo ametabiri, ametambiria Kenya ni kama ina oven. Hanakaasirika juu na yeye alitambiri. Naongea na wapendwa, naongea na mwili wa Yesu Kristo. Najua. Nataka niwaambie hivi, kuna kitu inaitwa true doctrine of gospel. True, true doctrine doctrine. Paulo anaambia Timotheo do not minister question, usi usiundumu ulete maswali, usipoteze watu watu wa Mungu. Wacheni kutafuta pesa na Mungu. Mimi nimetumikia Mungu over 20, na nimeona Mungu akinilisha anasomesha watoto wangu na hakuna mtu nilipokonya. Nataka niambie hivi wapendwa, unaweza kuwa tajiri. Nimeona hata waumbiri wanasema niko na ndege. Unaweza kuwa na ndege kupitia umeusia watu vifagio. Umeusa mafuta, lakini siku moja njua yako itatua vibaya. Mi nakwambia hivi mutubu na muache unjanja katika neno la Mungu. Mwache ujanja. roha Mungu hawezi simama na wajanja na mikora na wauni. Kwa hivyo na inawoni wale wote wako na hizo tabia, hatu ule nambii kijana, kama angevuata nambii mzee hangetanganyika. Mimi sitavuata manambi manambii mzee walioefuka njia ya Mungu na wakaanza kuusa mafuta. Mungu awabariki. Nataka niombee Kenya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naomba ufungue watoto wako kupitia hiyo maandiko nimesoma, Matendo ya Mitume nane kumi na saba na kumi na nane. Ama yote Bwana, wale watakao isoma iwafungue macho. Mungu wa mbinguni uinuliwe na uimbindiwe. Naombea mwili wa Yesu Kristo, naombea wachungaji, wape ujasiri wa kukemea. Mungu wa mbinguni, nimeona wale wamesimama, wameanza kukemea. Wabariki na wale wote wanahusika na hiyo mambo wasaidia wakatubu dhambi zao na wakaache hayo maovu kwa utukufu na sifa za jina lako ani, katika jina la Yesu nimeomba na kuamini amen. Mungu awabariki wa sana, Mungu awabariki wa sana. Ukitaka namba na yangu ni 0707995052 nipigie simu tuongee. Kama uko na swali nitakujibu.